Na ukiangalia hizi vita baina ya Tanzania na Kenya ni kwamba mara nyingi imeanza kwenye internet na wale watu ambao wanatuchukia sote wawili wanatutawala, na wanatuchukia sote wawili, wanajua kuna ugomvi baina ya Tanzania na Kenya, na wanajua ni kitu kidogo tu ndio chaweza kuanzisha vita. Na Kenya na Tanzania mwanzo ulikuwa ni kitu kimoja Mkoloni akaja akachora mstari basi. Sasa huyu namwona, huyu ni mbaya, huyu ni mbaya kwa sababu ya ule mstari, ati kwa sababu na sisi ni wajinga, tunaona Mtanzania ni mbaya ama ni adui yetu, na Mkenya ni mbaya ama ni adui yetu. Step one ya colonization, ni kwamba mkoloni akija hapa akianza kuzungumza na wale watu wa local, kitu cha kwanza, nataka kujua nani ni adui wa nani. Mkenya kuna adui wake wowote karibu na yeye, labda kuna Mtanzania, Tanzania kwa hivyo atatumia ili mukorogane, mupigane, huku yeye anapora mali anapora resources na anapora mambo mengi mengine. Kwa hivyo tunafaa tujue nani ana benefit kwenye hizi vita baina ya Kenya na Tanzania, who is benefiting? Huenda ikawa baina ya wale human rights activists ambao walitoka hapa kwenda kule, labda iza kuwa mmoja wao ametumwa ili kuactivate the dormant Uh, conflict ama dormant uh, chuki baina Kenya na Tanzania ili ianze vita. Kenya right now politically it's very divided and, uh, there's, I think it's one of the top countries which has a growing resentment, resentment uh, against their leaders. Kwa hivyo si ajabu kwamba watu wanataka kutusahaulisha yale yaliofanyika wakati wa protests, yale yaliyofanyika uh, kwenye masala ya siasa, kwenye masala ya uchumi. So ile mbinu ambayo anatumia kutufanya tusahau, diversion, ama to distract us from uh, from political problems, from economical problems, wanasema wacha tuanzishe vita baina ya Kenya na Tanzania. Kwa hivyo I truly believe hino ni psyops, yani psychological operation ya kutusahaulisha yanayofanyika economically na ambayo yanafanyika politically ili sisi tufikirie ugomvi baina ya Tanzania na Kenya. This is JK philosophy kwenye hino video ni kuhusu yale migogoro ama tuweza kusema cold war baina ya Kenya na Tanzania. Na kabla ya hino video kuisha utajua, ama at least utapata idea yani akina nani ambao wana benefit kwenye hizi vita baina ya Tanzania na Kenya. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao washalizungumzia hili jambo. Kunao mashehe wawili watatu, kama vile shekhe Izuddin, ambao anajulikaniwa East Africa, shekhe Mohdhar, ambao sana anajulikaniwa Old Town Mombasa, a youth group leader ambaye anaitwa Alamin pia amezungumza, alafu mwishowe mama Batuli ambao yeye mara nyingi huwa anaweka video kwenye TikTok pia amezungumza mambo haya. Na mashallah mama Batuli, vile alivyoizungumza ino issue, sidhani kama kuna mtu yoyote atazidisha zaidi. Ama ukisikia ile video yake, manake ameeleza kila kitu kuhusu ili jambo na yani, amelifafanua kiundani kabisa. Na mimi kumtaja yeye haimaanishi mimi niko na yeye ama nina msupport in every other aspect kwa hivyo kuna mambo mengine ambayo political kidogo mimi natofautiana naye, lakini kwenye haya mambo ya human rights activism in Tanzania, yani wa Kenya kwenda kule kufanya activism, mimi namkubaliana na yeye kabisa. Kwanza mimi nataka kusema kwamba hawa human rights activism katika hawa waliozungumza kuhusu wao, ambao waliwapinga, I won't take that kind of step where I completely disagree with them mimi huwa nakubaliana na wao kwa sababu wao wenyewe walikuwa ni wasaidizi. Kwa mfano wakati wa Covid kulikuwa na mambo ya environment ambao hawa watu wa haki za binadamu walikuja wakatusaidia, waweza kupata, mwishowe wakaja kwa kusaidia wewe. Kulikuwa na wakati mwingine pia, lile jumba lilipobomolewa, kulikuwa na mtu mmoja alifariki kabla hiyo siku hiyo jumba kubomolewa, na wao naweza kuwapongeza kwamba walikuja na umoja na wakatoa video, wakasema tunataka kumjua huyu bwana mpelekwa wapi? Kwa sababu kuna incidents nyingi ambapo watu wa wanapotezwa. Kwa hivyo walikuja kwa shime kabisa na kwa support ile family ya yule bwana marehemu, na wakatoa sauti yao. Kwa hivyo mimi siwezi kuwa kejeli sana, wala siwezi kuwapinga kwa sababu huenda kuwa mwishowe wakanisaidia mimi, lakini mimi naweza kusema kwamba I agree with most of the things they fight for lakini kuna mpaka yani, I draw a line, I draw a line when it comes to going to a different country, kuenda nchi ya wenyewe, alafu mukataka kufanya activism, ama mukaenda mukajaribu kupigana na walinzi ama wanasiasa wa ile nchi nyingine ambayo hata si nchi yako, so that means that you have no sovereign of that country nor do you have any rights to uh, do any activism. Tuangalie kwa mfano ya empathy, yaani tujeke sisi, tujieke kwa ile place ambao wao wako e, fikiria mtu kama kwa mfano kutoka Tanzania aje hapa Kenya, ama watu wawili wanne waje Kenya wakashindana na wanasiasa ama washindane na walinzi wa hapa. Si la ajabu kwamba wengi wao either watauawa ama watafungwa ama watateswa. In fact sisi wenyewe kama Watanzania wamekuja huku tungelewatukana na, tu, na kama Tanzania wameumizwa pa Kenya tungelefurahikia, lakini kwa sababu ni watu wetu wameumizwa Tanzania tumekasirika. So we lack empathy and we lack awareness. Kwanza Tanzania uh, civilization ya East Africa ukiangalia history ya civilization ilianza Tanzania. Tanzania ni watu wa karimu sana. Tanzania ni watu wako na busara na ni watu ambao unaweza kusema wameihifadhi culture na traditions za east Africa, hususan lugha ya Kiswahili. Sisi wa Kenya naweza kusema hatuna hamasa na kuhifadhi utamaduni kama vile watanzania na tunapenda sana lugha maake, ukiangalia kwenye yale matusi mengi ambayo sisi wa kenya tunawatukana watu wa Tanzania ni kwamba nyinyi watu wa Tanzania hamjui kizungu. Hiyo ni kama kusema kuna watu wawili walikuwa colonized by the same people, alafu mmoja akajivinjari na akajisifu kama, mimi najua lugha ya mkoloni zaidi kuliko wewe. Kwa hivyo hiyo ni kujaibisha mwenyewe, si kujua. Kizungu haimaanishi ni sifa.

baada ya wakoloni na ambao pia si ukweli civilization Africa, ukiangalia pale kama Mali, they didn't know English, lakini first universities ambao zilikuwa na first medical hospitals ambao ziliweza hata kufanya cataract operation kabla hata european hawajaanza kufanya operation surgery yoyote ilikuwa iko mali Kingdom of Aksum for example in Ethiopia, they don't they didn't know English but they actually even colonized, I'm talking about long time ago, they even colonized Saudi Arabia and they were very advanced compared to many other uh, western uh, countries. Tukija hapa Kenya, Kenya, Mombasa hususan, wakati ule ilikuwa inaitwa Mombasa 13th century. Uh, a historian ambaye anaitwa Muhammad Ibn Batuta alikuja hapa akaona watu wako na visima, wanaswali, wako na misikiti. Hiyo ilikuwa ni labda miaka mia tatu kabla ya Wareno kuja na miaka mia tano kabla British kuja already sisi tulikuwa tuko civilized. We had mosques we had uh, schools madrasas, we had uh, places of wealth. Ukiangalia ile riwaya wa ya Muhammad ibn Battuta ambao ni historian alisema, alikuwa already watu wako na wanavaa nguo za kishima na kila kitu. Kwa hivyo ino fikra kwamba british na english language ndio imekuja kututoa ujinga, hiyo tafadhali ni tuiwate, kwa sababu ni uongo mtupu.